Msitu wa Nyangwagwe ulikuwa kimya sivyo kawaida, ni kana kwamba viumbe vyote vilikuwa vimejificha kwa hofu ya kile kilichokuwa kikitarajiwa kutokea. Upepo ulivuma polepole ukibeba sauti za kale, sauti za waliopotea ndani ya giza la Zirakuu. Asha na Jasiri walitembea taratibu kuelekea kwenye, kwenye mlango wa mapango ya giza. Jasiri, ingawa bado alikuwa dhaifu, alishikilia upanga wa shaba uliotengenezwa na Babu Kalu, silaha iliyokuwa imebarikiwa kwa maneno ya, ya Muumba. Asha naye kwa upande wake alishikilia jiwe la mwanga wa moyo, liking'aa kama jua katikati ya kiza nene. Asha na Jasiri Jasiri alisema kumwambia Asha kwa sauti ya chini, macho yake akiwa ya makavu kwa hofu, kama hatutorudi, unajua ninachokimaanisha. Asha alimtazama kaka yake, akahisi maumivu moyoni mwake, lakini hakutaka kuyakubali na kumwambia kaka yake kuwa tutarejea, Jasiri, usiwe na hofu. Walipoingia ndani ya mapango, joto la ajabu lilianza kuongezeka. Kuta zilikuwa nyeusi na zenye madoa mekundu, kana kwamba zilikuwa zimejaa damu. Kila hatua kila hatua waliochukua, sauti za mnyonge zikazidi kuzunguka hewani, zikilia kwa huzuni. Ghafla, upepo mkali ukazunguka pango hilo na giza likaanza kujikusanya mbele yao, mbele yao, kana kwamba moshi mzito. Kutoka kwenye kivuli hicho Zirakuu alijitokeza, ni mkubwa kuliko alivyowahi kumuona, macho yake yaking'aa kwa hasira isiyozuilika nyinyi watoto wajinga! Maneno haya aliyozungumza Zirakuu huku akiunguruma, sauti yake ikitikisa mapango yote. Mmevunja mipaka yangu, mmeleta mwanga kwenye enzi yangu ya milele, na sasa mtalipa gharama yake. Kwa kasi isiyoelezeka mkono wake mrefu Uh, ulivuma angani na kuwapiga kwa nguvu. Asha na Jasiri walirushwa mbali, lakini walinyanyuka kwa haraka. Asha alinyanyua jiwe juu na mwanga wake ukaanza kung'aa zaidi. Zirakuu akamwambia, hapana Zirakuu, zama zako zimeisha. Mwanga huo ulipompiga Zirakuu alirudi nyuma akipiga kelele za maumivu, lakini haikutosha. Akikusanya nguvu zake, Zirakuu alirusha mawimbi ya giza yaliyofunika pango lote, na ghafla Asha alipoteza mwanga wa jiwe lake. Giza lilikuwa lime, limefika tena. Zirakuu aliruka mbele akinyoosha makucha yake marefu kuelekea kwa Asha. Jasiri, bila ya kufikiria, aliruka mbele na kumpiga, na kupiga panga kwa nguvu katika kifua cha Zirakuu. Upanga huo ulimgonga Zirakuu kifuani ukitoa cheche za mwanga, lakini kiumbe huyo hakusimama. Alimrusha Jasiri mbali kwa mkono wake mrefu wenye nguvu. Asha alipiga kelele, hapana, kwa hasira na huzuni zilijaa ndani yake, akijua huu ndio ulikuwa mwisho wao. Alilikumbatiwa, alilikumbatia lile jiwe kwa nguvu zake zote akafumba macho yake na kulia kwa sauti ya huzuni, mwanga wa moyo, tafadhali tuokoe. Ghafula mwanga wa dhahabu ulilipuka kutoka kwenye mikono yake ukiwaka kama jua lililotua katikati ya giza. Pango zima lilijaa mwanga mkali, na Zirakuu alipiga kelele kwa maumivu makali zaidi ya yote. Hapana, siwezi kushindwa! Mwili wake ulianza kuyeyuka gizani na giza likapotea, sauti zake zikafifia. Hatimaye kilio cha mwisho cha Zirakuu kikasikika kabla ya kupotea milele. Asha alianguka chini akihema kwa uchovu, jasiri naye alinyanyuka kwa taabu akimwangalia dada yake kwa mshangao na furaha. mapango yote mapango yale ya giza sasa yalikuwa yamejaa mwanga wa amani, na kwa mara ya kwanza waliweza kuona waziwazi ndani ya pango. Waliangalia mwili wa Zirakuu, hakuna kilichobaki isipokuwa kivuli kilichofifia kama moshi uliopotea angani. Waliporudi kijijini, wazee na wakazi walikuwa wamekusanyika wakisubiri kwa hofu, lakini walipowaona Asha na Jasiri wakiwa salama, shangwe zililipuka kijijini. Babu Kalu alimtazama Asha kwa macho yenye hekima na kusema, umevunja mnyororo wa giza binti yangu, Zirakuu hatarudi tena. Tangu siku hiyo msitu wa Nyang'agwe haukuwa tena mahali pa hofu. Watu wa Kiringa waliweza kuishi kwa amani, wakijua kuwa nuru imeshinda giza. Lakini katika upepo wa usiku, baadhi ya watu walidai kusikia sauti ikinong'ona, nitarejea siku moja. Je, ni kweli Zirakuu ameshindwa, au giza linajikusanya kwa mapambano mapya? Ukweli unaotisha utafafanuliwa, lakini je, utaweza kustahimili? Endelea kufuatilia hadithi hii, mambo yanazidi kuwa ya kutisha.